Msikilizaji, karibu kwa idhaa ya Kiswahili ya Afrika sauti ya Mwafrika. Hili ni jukwaa la wanahabari, jukwaa maalum la mijadala ya kina kuhusu maswala yanayogusa bara letu la Afrika. Lakini kwanza, tupate muktasari wa taarifa kuu, naye Shisia Wasilwa. Asante Ann. Hujambo na karibu msikilizaji. Marais na wawakilishi wa nchi barani Afrika wameungana na maelfu wa Kenya kumpa buriani waziri mkuu wa zamani Raila Odinga aliyefariki dunia wiki hii nchini India. Ibada ya wafu ya kitaifa imefanyika mjini Nairobi kabla ya maziko ya kiongozi huyo siku ya Jumapili. Huko hayo yakiarifiwa, ombolezaji kadhaa wamejeruhiwa katika ibada hiyo ya kumwaga marehemu Odinga kufuatia msongamano mkubwa. Haya yanajiri wakati ripoti za Alhamis kutangaza vifo vya ombolezaji wanne nchini Kenya. Hii ni baada ya polisi kufyatua risasi hewani kuwatawanya maelfu mbolezaji ombolezaji waliofurika uga wa kitaifa wa Kasarani wakitaka kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi ambaye wengi nchini Kenya walimpa jina baba. Raila Odinga amefariki dunia akiwa na umri wa miaka themanini. Chama tawala nchini Kamerun kimedai kwamba moja ya afisi zake zimeteketezwa moto kutokana na taharuki zilizoko za kisiasa, kufuatia uchaguzi mkuu uliokamilika hivi majuzi. Wafuasi wa upinzani wamelalamikia kuwepo udanganyifu wa kura na baadhi ya maeneo yameshuhudia ya maandamano. Kiongozi wa upinzani Isa Chirona Bakari amejitangaza mshindi na kumrai rais mkongwe zaidi duniani Paul Bia kuridhia kushindwa. Chama tawala hata hivyo kimemlalamikia bwana Chiroma na kusema hatua yake inazo vurugu za kisiasa na kukiuka sheria za uchaguzi. Na Michael Randrianirina ameapishwa rasmi kuchukua hatamu za uongozi wa Madagaskar kufuatia mapinduzi ya kijeshi kisiwani humo. Kiongozi huyo wa kijeshi aliwashukuru vijana walioandamana kushinikiza kuondoka kwa utawala wa Andry Rajoelina. Kiongozi huyo aliondolewa madarakani, amekimbia nje ya nchi na bunge limepitisha kura ya kutokuwa na imani naye. Muungano wa Afrika umeondoa Madagaskar kwa mwanachama wake kutokana na mapinduzi ya kijeshi. Watawala wapya wameahidi kuridhia uchaguzi mkuu baada ya kipindi cha mpito cha miaka miwili. Na rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, amezindua vuguvugu la upinzani ambalo amelitaja kwa suluhisho kwa taifa hilo. Kiongozi huyo amekuwa na kikao pamoja na wawakilishi wa vyama vya upinzani mjini Nairobi. Kikao hicho alisema kilijadili mikakati ya kuwajibisha utawala wa rais Felix Tshisekedi ambaye anamlaumu kwa kuendesha nchi kwa kimabavu. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya DRC amepuzilia vuguvugu hilo mbali na kulitaja kuwa lisilo na maana kwa taifa. Joseph Kabila amehukumiwa kifungo cha kunyongwa baada ya mahakama ya kijeshi kumpata na hatia ya uhalifu wa kivita na kushirikiana na waasi wa M23 wanaoshika doria mashariki mwa nchi. Mwisho wa taarifa za habari. Jina langu ni Shisia Wasilwa. Leo tunagusana na hoja nzito na nyeti sana, afya za viongozi wa Afrika. Ni wajibu wa viongozi taarifa zao za afya kuweza kupatikana, ukiangalia katika ile public accountability. Ni kwamba jamii, wale ni mali ya jamii. Unapokuwa rais, mbali ya wewe kuwa wewe na familia yako, lakini bado jamii ingeweza kujua ni aibu, ni aibu ya kiasi cha juu kwamba viongozi wa Afrika wana, baadhi ya viongozi wa Afrika niseme hivyo, wanaweza kutatiza uh, misingi ya uboreshwaji katika nchi zao, na kukimbilia mataifa ya kigeni kupata matibabu. Utaona ni mifano midogo sana, tangu ukianza ile miaka sitini mpaka hivi, marais ambao wamekubali kwamba ah, mimi afya yangu, eh, iko pabaya, hacha niachie ngazi. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Ann Ngugi kutoka nchini Kenya. Ninaungana na wanahabari wenzangu nguli hivi leo wakilidadavua swala nyeti na nzito kuhusu ni kwa nini magonjwa ya marais na viongozi wakuu barani humu yanageuzwa kuwa siri kubwa za kitaifa, na ni kwa nini wananchi wanabaki gizani, au je, wananchi hubaki gizani wakitegemea uvumi, wakati katika nchi kama Uingereza au Marekani viongozi wao hutoa taarifa hadharani kuhusu hali zao za kiafya na chukua fursa hii kuwatambulisha rasmi kwa wanahabari wenzangu ambao tutashiriki jukwaa hili la wanahabari hii leo. Kutoka nchini Tanzania tunaye mwandishi Leonard Mubali, kutoka nchini Burundi tunaye Ramathan Kibuga, na kutoka Uingereza tuna mwandishi wa habari za kimataifa na Mkenya anayeishi London, naye ni Ken Wandera. Karibuni sana wanahabari wenzangu. Asante sana Anne kwa mwaliko. Haya basi, moja kwa moja na, naona tuanze hapa Tanzania, Leonard Mubali. Uh, Tanzania ilipitia kipindi kigumu wakati wa kifo cha Rais John Pombe Magufuli na taifa lilijulishwa usiku wa manane baada ya uvumi mwingi kuenea. Kwa mtazamo wako, kwa nini viongozi wengi barani Afrika wanahofia kuwa wazi kuhusu afya zao? A, nam, an, unajua ni kweli, si Tanzania tu, labda Tanzania inaweza ikawa ndo mfano wa hivi karibuni, lakini pia ni wajibu wa viongozi taarifa zao za afya kuweza kupatikana. Ukiangalia katika ile public accountability, ni kwamba jamii, wale ni mali ya jamii. Unapokuwa rais, mbali ya wewe kuwa wewe na familia yako, lakini bado jamii ingeweza kujua lakini kuna mambo mengine pia katika ile nini tunasema leadership transition kwamba afya yako inapojulikana, kwa sababu wananchi bado watahitaji huduma kwa kiwango kile kile, ni lazima wajue kwamba who is serving us now, anayetuhudumia ni nani. Kwa hiyo kama ulivyosema eh, jambo jingine ni kwamba wananchi wanapaswa kujua, eh, afya za viongozi wao hao wakuu, kwa sababu ni haki yao ya kujua. Kwa hiyo kama ulivyoweka huo mfano wa hivi karibuni, wakati huo labda we, wa hayati Magufuli, ni kwamba wananchi walikuwa na hamu ya kuweza kujua yuko wapi rais wao, anasumbuliwa na kitu gani, lakini ukirejea sasa, ni haki yao ya kimsingi, na ni jambo ambalo huwa linaleta taharuki sana pale ambapo linakuwa halitolewi. Kwa hiyo ni jambo ambalo nadhani haipaswi taarifa yake kukawia na mshukran sana Mubali, labda kabla sija um, jongea karibu na Ramadhan kwa sababu pia kuna tukio kama hilo lilifanyika Burundi ni rudi kwako Ken Wandera, wewe upo Uingereza kwa sasa, nchi ambayo imeweka mfano bora wa uwazi. Tumemwona mfalme Charles akijitokeza hadharani kusema ana saratani, pamoja na mke wa mwanamfalme Catherine naye akieleza safari yake ya matibabu. Kwa nini uwazi kama huu hauonekani barani Afrika? tatizo lilipo Afrika ni kwamba mara nyingi viongozi wa Afrika wanajihisi kwamba wao wana uwezo kuhusu afya zao na hakuna chochote kinachoweza kuwafanyikia, kwa sababu wanahisi kwamba mihimili ya nguvu uh, walizonazo za kisiasa, chochote hakiwezi kuwatendekea. Lakini ulivyoeleza ni mataifa yaliyokuwa uh, ya kidemokrasia Marekani, Uingereza na kwingineko, linakuwa ni suala la kawaida. Hata uh, rais anapochaguliwa anapoingia madarakani anatakikana kutoa uwazi kuhusu afya yake, na umekuwa utamaduni wa nchi hizo ambazo zimeendelea kwamba ni utamaduni wa kisiasa. Na vilevile vile, jukumu ni kwa wananchi kujua ni nini kinachoendelea na kiongozi ambayo yuko madarakani. E, lakini Afrika tuna utamaduni wa kisiasa wa usiri na nguvu e, mara nyingi afya e, ya kiongozi inaonekana kama kipimo cha uimara wa mamlaka yake. Viongozi wa Afrika wengi huwaamini kwamba kukiri kuwa wanaumwa kunaweza kuonekana kama udhaifu na kuwapa wapinzani au wanaopinga serikali nafasi ya kuhoji uhalali wao wa kuendelea kuongoza na pia kuna hofu katika za athari za kisiasa katika jamii za Kiafrika, ambapo baadhi ya mataifa unakuta kwamba habari za rais au waziri mkuu anaumwa inaweza kusababisha mtafaruku wa kisiasa, kushuka kwa imani kwa kiongozi huyo na kwa wananchi, na hata kukawa na mapambano ya e madaraka ndani ya chama tawala na um, hicho kinaweza kuwa ni kitu ki, kinachowauma kichwa sana, kwa sababu wanahisi kwamba hicho kikitendeka e, inaweza kuwa ni ni ni, ni ishara ya kwamba zile, uh, nguvu za kisiasa au nguvu za madaraka zinaondoka, na labda ndio njia mojawapo wanajaribu kuweka usiri mkubwa kuhusu afya yao. Lakini vilevile vile niseme kwamba kinyume na mataifa mengi ambapo afya ya kiongozi ni jambo la umma, sehemu kubwa ya Afrika bado inashikilia mtazamo kwamba masuala ya kiafya ni ya kibinafsi, hata pale ambapo afya ya kiongozi inahusiana moja kwa moja na uwezo wake wa kuhudumia taifa. Tunavyojua ni kwamba vyombo vingi vya habari havina uhuru wa kutosha kuhoji uh, uh, hali ya viongozi hao. Taarifa kuhusu maradhi au safari ya matibabu ya nje ya, ya, ya kiongozi au ya, ya, ya ya, ya gharama zake mara nyingi huwa zinabaki ni siri kubwa sana kwa watu wachache wa karibu na mamlaka au uh, familia rais. Kwa hivyo nafikiri kutoka enzi za ukoloni serikali moja hadi nyingine, eh, kumekuwa na mtazamo kwamba kiongozi ni baba wa taifa na mtu asiyeweza kuonekana dhaifu au kuumwa hadharani. Na hiyo kwa mtazamo wangu imejenga utamaduni wa kulinda hadhi na heshima ya kiongozi kwa gharama ya ukweli kwamba ni, ni nini hasa kinastahili kufanyika, lakini mtazamo ni kwamba kiongozi uh, mtu yeyote wa familia anapoteuliwa kuwa rais au waziri mkuu anakuwa ni rasilimali ya nchi ya umma. Kwa hivyo anastahili kusema kwa kina kwamba anaumwa na anaendelea kupata matibabu na hakustahili kuwapo na usiri mkubwa hivo. Tukiendelea kulifikiria swala ambalo umezua pale kuhusiana na na, na, na, na hali nzima ya kutangazwa kwa pengine maradhi yao, pengine wakati rais anapatwa na, na changamoto za afya, nirudi kwako Ramadhan, na nazungumzia kuhusu tukio baada ya kifo cha rais Pierre Nkurunziza taifa lilipigwa butoa. Taarifa rasmi zilichelewa, na hadi leo chanzo kamili cha kifo chake kinajadiliwa. Pengine swali la kwanza ambalo ninauliza, je, huu usiri unalenga kulinda heshima ya taifa au unaficha udhaifu wa mifumo ya uongozi? Asante sana Ann, eh, eh, manake kama alivyotanguliza mwenzangu Ken hapo juu ni kwamba Uh, ukionyesha udhaifu kama kiongozi barani Afrika ubovu, uh, ni kwamba una, unaweka hatarini niseme utawala wako. Hii ndio imekuwa, ni kwamba mtawala ni ishara ya nguvu na uh, mfano hapa Burundi alivyofariki Rais Pierre Nkurunziza uh, miaka mitano iliyopita uh, yeye pengine tofauti na wengine ni kwamba hajaumwa hajaumwa sana, maanake Jumamosi alionekana kwenye harakati zake za kimichezo, alikuwa ni mtu uh, mwanariadha au mcheza mpira sana eh, Jumatatu tukatangaziwa kwamba amekufa, na usiri ulifanya saa ishirini na nne tu peke yake, kwani tofauti pengine na viongozi wa Kiafrika ambao ameumwa muda mrefu, anaenda kukaguliwa, anafanyiwa upasuaji. Burundi haikuwa hivyo, ni kifo cha ghafla ambacho kilitokea lakini mpaka sasa ni kwamba rasmi rais alifariki kutokana na mshtuko wa moyo, kitu ambacho pengine baadhi wanahoji au wanateta kwamba pengine sio hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na hili jambo la usiri mkubwa. Mpaka leo, miaka mitano baadaye, watu wanafahamu kwamba rais amekufa kwa mshtuko wa moyo, ingawa wakiuliza watu wengi hawakubali kwamba ni mshtuko wa moyo, kwa sababu walimuona kwamba ni kiongozi jasiri, kiongozi mwenye nguvu, wanacheza football, maana yake siku sita, uh, kwa siku saba za wiki ni kitu ambacho ilikuwa ni vigumu kuelewa, lakini kama uh, viongozi kama watu wengine hawa ni binadamu uh, tizama takwimu za haraka haraka ni kwamba viongozi wa Kiafrika wasiopungua ishirini na wawili wamekufa wakiwa mamlakani. Maanake hii inaonyesha kwamba ukianza enzi za ukoloni mpaka leo kwamba na hao vile vilevile wamekuwa wanakufa lakini sio kazi rahisi eh, na wengi hata wakiumwa hawakubali kwamba wanaweza wakaachilia ngazi. Utaona ni mifano midogo sana, tangu ukianza ile miaka 60 mpaka hivi, marais ambao wamekubali kwamba ah, mimi afya yangu eh, iko pabaya, acha niachie ngazi. Mifano midogo pengine, mba alimwachia wakati ule Omar Bongo, pengine Aijo, uh, rais wa Kameruni alimwachia wakati ule, akampa nafasi eh, Paul Bia ambaye leo miaka 92, 93. Ni mifano michache au pengine mtu akiacha anamwachia ndugu yake, kama tulivyokuwa kule Jibuti Aptido anaondoka, anamwachia Omar Guelleh ambaye ni mpwa wake. Ni, ni, ni mifano midogo, lakini mpaka leo bado viongozi wanaamini kwamba uh, ukiachia nafasi watu kujua afya yako, ni kwamba umeleta uh, mzozo mkubwa, na pengine kukuangushwa na, na kweli inatokea Mobutu alivyokwenda Moroko Uh, akatangaza kwamba anaumwa ana amezuliwa hospitali, ilikuwa ni fursa tisini na sita. Uasi ukaanzia kule mashariki ukaenda mpaka ukamoa. Uh, wakati ule anazungumza kwamba maadui zangu wametumia uh, nafasi ya ugonjwa wangu, wakanichoma kisu kwenye mgongo na, na kuangusha utawala wangu. Kwa hiyo hilo vile vile linatokea na viongozi wengi wanalichukulia kwamba bora uonyeshe kwamba wewe hauumwi kwamba ukuumwa kwa, kwa raisi ugonjwa au afya yake ni siri, hii sileti kuja kuleta nani zahama baadaye kwenye utawala wako. Na hapa nyumbani nchini Kenya niliko, kumekuwa na utamaduni wa kimya kuhusu afya za viongozi mfano ambao uko hai kabisa ni kwamba aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na pia vilevile aliyekuwa rais uh, nchini Kenya Uhuru Kenyatta. Mwanzoni mwa mwaka huu kulitokea uvumi mwingi sana, hata kukatokea uvumi kwamba huenda hayuko na huenda kwamba hata hayuko ashaondoka duniani na mambo kama hayo, na ilichukua muda mwingi sana kwa timu yake ya mawasiliano kuweza kuwasiliana vyema. Yeye mwenyewe pia hakuzungumza mengi, bali kulingishwa, kulikuwa na siasa nyingi zinazozunguka hali ya kupotea kwake na kadhalika. Kwa hivyo swali langu ni hili na nafikiri tutaanza na Leonard Mubali. Je, Afrika inaweza kuweka utaratibu rasmi wa kutoa taarifa kuhusu afya za viongozi bila kuvunja faragha fara zao? Nauliza hivi ni kwa sababu ukweli ni huu: kiongozi ni binadamu kama ambavyo ulitangulia kusema, anaweza kuugua, anaweza kupumzika, lakini raia wanapowekwa gizani, imani yao inatetereka. Sijui Mubali wasemaje, hayo ni kweli? Lazima tutofautishe vitu viwili. Mtu unapopanda katika nyadhifa hadi kufikia ngazi ya kuwa eh, katika mamlaka ya juu kwa maana ya rais wa nchi, ujue kabisa hapo kuna mambo ambayo lazima uyavue kutoka ile tunavyosema, faragha. Faragha yako inapungua na inakuwa ni kila kinachofanyika kina maana zaidi kwa wale unaoongoza. Lakini kibuga ligusia kitu fulani katika nchi za kidemokrasia, kama alivyosema mwenzetu Keni Wandera hapo, ni kwamba kuna utofauti pia. Kuna mwingine anaogopa ule uvumi ama rumors, kwamba nitakapotangaza hivi watu wataanza kujipanga, nani atachukua nafasi hiyo, nani sasa atakuwa waziri mkuu, nani atakuwa hivi. Kwa hiyo watu wanaweza kuanza kujipanga, ni kama urithi tu katika mali ya familia unakuta baba na umwe watu wengine wanaanza kujipanga. Kwa hiyo katika nchi ambazo hata upatikanaji wa viongozi lazima kuwe na mizengwe na kujipanga, unajua katika demokrasia ya kweli e, kwenye debe kisema wa Kenya, ama huku kura tunavyosema ndizo zinazoamua. Kwa hiyo nikirejea kwenye swali lako kwamba hiyo faragha ya viongozi ni lazima waelewe, unapopanda juu na kuwa rais tayari hata familia huiambie kwamba mimi sasa hivi nimekuwa ni public figure. Ninavyosema hivyo ni kwamba yako mambo ambayo nitaamua kama ambavyo, hata kama familia haipendezwi, kwamba mnavyotembea nyuma kuwe na watu wanaokufuata kwa maana ya walinzi, hata kama we hupendi. Hakuna siku tasema naomba niwe natembea peke yangu, nyie huko, ebu nendeni mkalale. Hiyo ni ishara kwamba unapokuwa public figure wewe lazima uwe na ile public accountability, lakini ni lazima uwe mtu ambaye unaweza kuwajibika kwa umma zaidi. Hilo ndilo ninalosema ni la msingi. Kwa hiyo, ani tukirejea ubinafsi huo, wasahau hasa mtu unapokuwa umefikia ngazi ya urais. Nam, bila shaka shukran sana Mubali. Na hapo hapo tu, uh, nitarudi kwako Kennedy. Wajua hapa Afrika japo tunasema kwamba kwa kiasi fulani kunafaa kuwa na usiri huo kutokana na sababu za kiusalama na sababu tofauti tofauti, hasa kama ambavyo nitaiweka kwa kimombo interest za watu na siasa na interest katika nchi, lakini tunapofika pahali tunawaona marais eh, kwa mfano nitakupatia mfano wa rais aliyekuwa Nigeria na hivi sasa ni haya Buhari alitawala nchi yake akiwa Uingereza kama sijakosea, kwa matibabu ah, hapa hapa chini Gabon tunamwona rais Ali Bongo mwanaye Ali Bongo Al, ametawala katika mazingira mazito mno akiwa na kiharusi, lakini bado unapata kwamba watu hawazungumzi sasa mwelekeo ni upi? Afrika kifanywe nini? Tusianze kuona picha za aibu na picha pia za, ku, za kututia pia ile wasiwasi kuhusiana na viongozi wetu tunapowaona hadharani. Hata hapa Sudan Kusini, unaelewa kilichofanyikia Rais Salva Kiir wakati mmoja, na kilikuwa ni kitu ambacho si cha kufurahisha macho. Ni aibu, ni aibu ya kiasi cha juu kwamba viongozi wa Afrika wana baadhi ya viongozi wa Afrika, niseme hivyo, wanaweza kutatiza uh, misingi ya uboreshwaji katika nchi zao na kukimbilia mataifa ya kigeni kupata matibabu. Uh, hii inaonyesha kwamba kuna ukosefu wa imani kwa huduma za afya za ndani, ambao wao wenyewe wanasimamia mihimili muhimu ambayo inaweka uh, uwezo wa kufanya hivyo. Uh, wengi wa viongozi hawa e, ingawa hawana imani na hospitali za nchi zao, uh, hospitali ambazo wao wenyewe wanasimamia na ambazo wananchi wao hutegemea kila siku. Hii ni ishara ya wazi kwamba hawajayapa uzito maendeleo ya sekta afya nyumbani. E, lakini vile vile ifahamike kwamba hawa baadhi ya viongozi wanaotaka kuepuka aibu au udhaifu kuonekana hadharani. E, viongozi wengi hali hu, hawataki hali zao za kiafya kujulikana kwa urahisi e, kutibiwa nje kunawapa usiri zaidi na nafasi ya kudhibiti taarifa ambazo zinasambazwa kuhusu afya zao. Labda wanaona nikijaribu ku, kuwa hivi e, watu watajua ninaugua kitu fulani. Na pia nasema kwamba ba, baadhi yao hapa na, na natumia neno anasa e, na utamaduni wa utegemezi kwa mataifa yaliyokuwa eh, nasema hivi kwa sababu kuna baadhi ya viongozi wa Afrika ambao wanaamini huduma za nje ndizo bora zaidi, e, mtazamo unaotokana na, na fikira e, za kikoloni za kudharau rasilimali za Kiafrika e, ingawa wenyewe ndio wanasimamia rasilimali hizo, lakini zile fikira e, za kikoloni za kudharau uh, rasilimali za Kiafrika bado ziko katika uh, akili za baadhi ya watu badala ya kuwekeza katika vituo vya kisasa vya matibabu nyumbani, e, wana urahisi wa kuchagua e, kutumia fedha nyingi nje ya bara la Afrika. Lakini pia nisema tu kwamba hii ni kuendeleza ule unyonyaji wa mali za umma. Unakuta hakuna maendeleo katika nchi fulani, lakini kiongozi anataka kwenda kuishi Ufaransa kwa wiki nzima, hata mwezi mzima. Tumewaona viongozi hapa Afrika ambao wamemaliza miezi nje ya Afrika, yaani ni ni rais wa nchi fulani eh, lakini anaishi Ufaransa. Mara tumeona wakati ule rais wa sasa uh, wa Cameroon Paul Biya ametoka uh, Cameroon ameelekea Ufaransa na amezu, anazunguka tu huko Ulaya na anarudi wakati anataka kurudi. Na kwanza anaporudi sasa tena inakuwa ni inakuwa ni kama tamasha la kumkaribisha. Kwa hivyo inaudhi sana e, vile vile tumemwona rais wa sasa wa Nigeria uh, Bola Tinubu e, vyombo vya habari vimeuliza yuko wapi, yuko wapi? Kuna nyakati ameelekea Ufaransa, ameelekea kwingineko kwa matibabu, na hata huyo rais uh, aliyefariki Buhari vile vile. Ni kasumba tu kwamba ni fikra na mtazamo unaotokana na fikra za kikoloni za kudharau rasilimali za Kiafrika. Hapo Kenya, wakati mmoja, kumekuwa na gavana ambaye amesema alihiari kwenda matibabu nje, kujifungua nje ya nchi, kwa sababu anahisi kwamba matibabu ya ndani kungemuwezesha wale manesi ku, ku, ku, ku, kuona utupu wake na angeaibika kwamba utupu wake unaonekana na watu ambao anawaongoza. Anawa, anawa, anawa kasumba kama hiyo. E, lakini mimi nasema tu kwamba ni, ni, ni unyonyaji wa mali za umma. E, safari hizi mara nyingi hufadhiliwa na, na pesa za walipa walipa kodi, e, wakati raia wa kawaida hawana uwezo hata kupata huduma za msingi. Ni, ni ukosefu wa haki wa uwazi na bila shaka, Ken, shukran kwa hoja hiyo. Tunakuja kumalizia na, wakati ambapo tunamalizia jukwaa la wanahabari, tunatoa fursa kwa kila mwanahabari ambaye anashiriki jukwaa hili kutoa kauli yake. Nitaanza na Ramadhan Kibuga, ukiwa pale uh, Burundi uh, wakati ambapo unatoa kauli yako ya mwisho kuhusiana na mada ya leo Pengine pia ongeza, unaonaje jukumu la vyombo vya habari katika kulinda ukweli wakati kama huo ambapo kuna changamoto, yani vipi, uh, raia waelezwe kuhusiana na hali ya ugonjwa wa rais ama kiongozi mkuu Serikalini. Uh, mimi nadhani kwamba afya ya viongozi ingepaswa kuwa wazi, lakini kama tunavyojua, sawa na mazingira barani Afrika, kumekuwa na shida. Kumbuka pale Tanzania eh, vyombo vya mitandaoni vilizuiliwa hata kuzungumza kuhusiana na, na, na, na, na masuala ya afya ya Magufuli eh, lakini vile vile pale Kameruni, kutangaza afya ya rais ni, ni, ni marufuku. Kwa hiyo nadhani kwamba nafasi ya vyombo vya habari bado ni ndogo sana katika bara Afrika eh, Mugabe zile wakati anaumwa umwa alikuwa anasema kwamba habari za kuumwa kwake ni uongo mtupu, kwamba ni mambo ambayo yanatengenezwa na vyombo vya habari vya kizungu. Kwa hiyo bado kuna shida hapa barani Afrika kuhusiana na, na vyombo vya habari kama vitakuwa huru kutangaza afya ya viongozi wake eh, lakini nadhani kubwa zaidi ni kwamba viongozi wetu wana shida kidogo ya kuheshimu katiba, kwa sababu ni kweli anajua kwamba niko rais, lakini kama mimi nitakwenda kupumzika, kwamba mimi nitakufa, mambo yamepangwa ni hivi, nitarithiwa hivi, lakini hayo ndio hawako tayari kuyakubali. Ndio unaona kwamba mambo ya usiri yanaendelea kuwa ni, ni, ni, ni Omari Yaradua, nakumbuka ule wakati mwaka 2010 kule Nigeria, alisema kwamba afya yake ni siri ya, ya, ya dola. Buhari alijaribu kuweka weka wazi, miezi mitatu London, miezi mitano London, lakini haijawahi kuwa uwazi kama vile in, inavyo zungumzwa. Kwa hiyo naamini kwamba vyombo vya habari eh, nafasi yake ni ndogo sana katika bara la Afrika kuweza kufichua kitu kikubwa. Ni viongozi wetu waamini kwamba uh, licha ya kwamba ni viongozi, lakini wao ni binadamu, lakini waigie mfano mataifa haya ya kimaharibi au demokrasia ambazo zimekuwa kwamba mtu anatangaza kwamba mimi na saratani ya tezi dume kwamba ninafanyiwa hivi ninafanyiwa hivi, hivi na kwenda kwenye matibabu, ukiamini kwamba uh, katiba imechorwa ime vizuri kwamba pale utakuwa haupo kuna wale warithi wako ambao watakuja, ili nadhani kwamba itakuwa ni jambo muhimu, badala ya kuona viongozi wetu wanakwenda kwenye e, yale maviti ma, ma, ma, vya magurudumu vya wagonjwa, unamwona kwamba ni kiongozi wa nchi e, tumeona hivi majuzi e, pale Kameruni, wa, wa, watu wanaandaa wa, wa, wa, mduli wa mtu ambaye ni, ni, ni mgombea e, nadhani mengi ni kujifunza kwamba tuheshimu katiba na tuheshimu kwamba kuna utaratibu. Leo kiongozi yupo, kesho wanaweza akawa hayupo, na utaratibu huo umewekwa wazi. Shukran sana Ramadhan, kauli yangu kama an ni kwamba usiri kuhusu afya ya rais au kiongozi mwenye ushawishi mkubwa ni kama dharau kwa mwananchi. Raia wana haki ya kujulishwa, si kila undani, bali taarifa muhimu kuhusu afya ya viongozi wao. Tanzania ilijifunza kupitia kifo cha rais Magufuli, Burundi kupitia rais eh, Nkurunziza na mataifa mengine pia barani afrika nayo yameshuhudia ukimya wa muda mrefu kuhusu afya za viongozi. Wakati huo huo, dunia inashuhudia ujasiri wa viongozi kutoka nchi za Ulaya wakizungumzia waziwazi kuhusu magonjwa yao. Ni dhahiri kwamba uwazi si udhaifu, ni uadilifu. Uongozi wa kweli haujengwi kwa hofu, bali kwa ukweli. Kwa hiyo viongozi wa Afrika lazima wajifunze kuwasiliana kwa uaminifu, kwa sababu kiongozi anaponyamaza, taifa lote linakuwa gizani. Nirudi kwako kwa Mobali, labda kauli yako ya mwisho ni ipi? yangu ya mwisho ni kwamba wakumbuke ile kwamba wa, wao, wao wana public accountability, wanapaswa kuwajibika kwa jamii kwa sababu wao si watu ambao wako kibinafsi. Kwa hiyo nadhani, kae mtu unaugua, ndio maana wengine wanachelewa hata kupona. Unaugua huko, kumbe unawaza nafasi yako huku kiti. Kwa hiyo kwa ufupi pia u, unapunguza rumors, unapunguza zile tetesi. Kwa hiyo viongozi wakitoa tetesi zile wala hatuwezi kuzipata kwa hiyo wakishatoa taarifa mapema hakuna tetesi tena. Mimi nadhani ni hayo haya. Kennedy, tufungie kauli. Vy vyombo vya habari viendelee kuibua wasiwasi kama huu ambao upo ndani ya ya um, macho ya umma, lakini niseme vilevile vile pia, kwa viongozi wanapoficha maradhi yao wanadhoofisha imani ya umma na kuendeleza utamaduni wa kisiri unaozuia uwajibikaji. Na nafikiri ni wakati sasa wa kujirudi na wazi kushamiri ili afya ya taifa isisimamie juu ya afya mtu mmoja yeah. Nam shukran sana, ni hayo tu kwa leo. Shukran kwa kusikiliza jukwaa la wanahabari. Kama wanahabari wenye uzoefu, tunaleta uchambuzi wa masuala mbalimbali na kukuvunjia mambo ambayo huenda hukuyafahamu vyema, iwe ni afya, siasa, teknolojia au mabadiliko ya kijamii. Tafadhali endelea kuchangia maoni na maswali yako, kwa sababu jukwaa hili ni lako, msikilizaji wetu wa Afrika. Namna katika neno la siku leo, tunaangazia neno nishati jadidifu. Nishati jadidifu ni nishati inayoweza kurejeshwa au kuhuishwa kiasili bila kuisha. Hii ni nishati inayotokana na vyanzo ambavyo havikauki na vinaendelea kujirudia kiasilia. Mifano ya nishati jadidifu ni nishati ya jua, nishati ya upepo, nishati ya mvuke au hydropower, nishati ya joto ardhi au geothermal energy, nishati ya mimea au uchafu hai au biomass energy. Na jadidifu hapa huchukua maana ya kitu kinachoweza kurekebishwa au kuzalishwa upya bila kumalizika, si mpya tu, bali kinachojirejesha mara kwa mara kinyume na nishati kisijadidifu au non renewable energy, kama vile mafuta ya petroli, makaa ya mawe na gesi asilia, ambavyo vikishatumika haviwezi kurejeshwa. Ninawashukuru sana wanahabari wenzangu kutoka nchini Tanzania, Burundi, Uingereza na Kenya kwa kushiriki mjadala huu. Kutoka kwetu ni kwa heri, na uwe na wikendi ya kukata na shoka. Kwa heri.